E, bwana katika video ya mshike mshike wa kupanda mawe, nadhani ilikuwa ni Mwanza kule Rock City, ambapo mwanadada ambaye ni ex wife wa Haji Manara tunazungumzia Zailisa ee. Baada ya kuachana, ni kwamba tumemwona Zailisa akiwa anaendelea na maisha yake kama kawaida. Nafahamu huyu ni mwigizaji katika moja kati ya tamthilia ambazo zinafanya vizuri sana hapa Tanzania. Tunazungumzia tamthilia ya Jua Kali ee, na timu nzima ya Lamata Village walikuwepo huko. Sasa, katika kupanda mawe bwana, ni kwamba Zailisa alikuwa na struggle; ilikuwa ni heka heka kweli kweli, lakini kitu ambacho watu wamekuja kukinotice ni kwamba alikuwa amevaa kofia ambayo hii kofia bwana, kama unakumbuka vizuri, tulishakumuona nayo. Inasemekana kwamba ile, ile kofia ambayo ilikuwa anavaaga Haji Manara kipindi ambapo Zailisa alikuwa na mahusiano na Haji Manara. Kuna picha ambazo walipiga na tulimuona Haji akiwa amevaa kofia ya namna hiyo. Sasa basi, wadau huku bwana wamekuja kuibua mjadala mzito kwa kweli kwamba Zailisa, imekuwaje ameondoka na kofia ya Haji Manara baada ya kuachana naye mwana bwana? So hebu sikiliza kwanza ikaeka jinsi zilivyo, wakati Zailisa anapanda jiwe, alafu nikusomee baadhi ya comment ambazo zime make headline huko mitandaoni kuhusiana na issue ya kofia ambayo ameivaa Zailisa, ambapo inasemekana kwamba ni kofia ya Haji Manara.

Yeah, so komenti ambazo zimemeke headline ni kama hii hapa. Kuna bidada hapa anaitwa official Momo anasema kwamba bwana, ndio uvae kofia ya ex wako. Kuna mtu mwingine hapa anaitwa Luta im nde underscore ameandika kwamba bwana aliondoka kumbe na kofia ya Manara huyo. Eh, kuna mtu mwingine pale anaitwa Angelo 837 ameandika bwana kwamba uliondoka na kofia ya mzungu jamani. Kuna mtu ame comment hivyo, kwa hiyo wabongo bwana wameruka nayo hiyo. Na mjadala ni kwamba hiyo kofia aliyovaa Zailisa, bwana inafanana na kofia ya Manara. Je, aliondoka na kofia ya Manara baada ya kuachana naye? Ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza, weka maoni yako bwana katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.